Lima hii ni keto crush ya wengine nasema banio banio. Kazi yake ni kutibu ng'ombe. Kama unavyoona hapa, ng'ombe anakuja tutamwingiza hapa e, tutafunga mlango. Akishaingia hivyo, unafunga mlango, ehe, kishafunga mlango ili asiweze kurudi nyuma. Baada ya hapo, tutafungua akishafungua, basi unambana hivi ng'ombe, akishabano hapo yeah. Kwa hapa anakuwa tayari kwa ajili ya ku yeah. ya kuweza kumtibu. Kama unavyoona kama unataka kupima, hapa chini tuna mzani, lakini tuna mzani lakini hatujaweka display yetu hapo. Unaweka display, unaweza kumpima ukajua ana kilo ngapi. Lakini unaweza kumkagua kama ana, ana mimba au kama unataka kumchoma sindano unaweza kumchoma. Unataka kuweka eleni, unaweka eleni yake. E, kwa hii ndio kazi kubwa ya Keto Crush au nasema banio. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa mahitaji ya vifaa hivi kwa ajili ya mifugo. Eh, Cyber Mech Farms Limited tunapatikana Morogoro mjini jengo la NHC. Eh, au unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la cyber.farms Limited e, YouTube, Instagram kwa jina hilo hilo au kwa namba ya simu 0779618436. Karibu sana Cyber Mech Farms Limited Morogoro.